Hapa nchini uh, kuna mashindano maalum kabisa ya Qur'an ambapo mwenzangu Goodluck Potter yupo na wageni kuangalia hili kinagaubaga kabisa, Mercy, na tutaangalia mashindano ambayo huwa yanaandaliwa na Al Hikma Foundation, mashindano makubwa ya kimataifa ya Qur'an tukufu. Na kwa kuongelea mashindano haya tunaye Abdullahi Masawe ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya mialiko na uenezi kutoka Al Hikma Foundation. Karibu sana sana. Lakini vilevile tunaye eh, Salum Kiza ambaye ni katibu mkuu wa kamati ya mashindano ya Quran Al Hikma Foundation. Karibu sana na, m, eh, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tuanze kwa kujikumbusha kidogo historia ya mashindano haya, namna ambavyo pia yamekuwa na tija kwa taifa letu, lakini pia kwa sababu yamekuwa ni ya kimataifa, yamekuwa yakikutanisha eh, wadau kutoka maeneo mbalimbali duniani masari Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. E, kwa kweli historia ya mashindano haya ni historia iliyotukuka. Ndio. Ni historia ambayo imeanza mbali kidogo. Maana mpaka kufikia sasa hivi umri wa miaka ishirini na tano sasa hivi tunaita robo karne ni umri wa e, mtoto wa kiume kuwa amesha amepanga mipango ya kuoa na pengine kwa mtoto wa kike E, amesha oa ameshaolewa na tayari pengine ana mtoto mmoja au wawili. Kwa hiyo e, mashindano kusema kweli yameanza mbali, lakini kwa kuwa niko na katibu mkuu wa mashindano haya kamati kuu Bwana Salum Kiza, e, basi karibu sana Kiza. mm. Asante sana. E, mashindano haya yametimizwa miaka ishirini na tano na ndio sehemu ya jambo ambalo tunalifanya mwaka huu yakianzia miaka ya, ya uh, kabla ya elfu mbili ambapo yalikuwa hayajawa rasmi kwa wakati huo, lakini mwaka elfu mbili ndo yakaanza rasmi kwa kuhesabiwa hivi tunavyosema, miaka ishirini na tano yakianzia eneo ambapo ilipo makao makuu ya taasisi ya Al Hikma, pale pale tu tunafanya pale mtaani mm, tukatoka tukaenda eneo la vetenari pale kwenye msikiti ambao anaongoza Sheikh Nurdin Kishki yeah. Tukatoka pale tukaenda uwanja au ukumbi zile za Sabasaba, kutoka ngazi ya mtaa kwenda ngazi ya kata, tukaenda ngazi ya wilaya Temeke, tukaenda ngazi ya mkoa mzima wa Dar es Salaam. Tukatoka ngazi ya mkoa wa Dar es Salaam tukaenda ngazi ya nchi, na baada ya hapo tukaja tunashirikisha nchi za Afrika Mashariki, wakati huo tukaenda hadi na nchi za Afrika ya Kati, na baadaye tulipotoka ukumbi wa Sabasaba kule Karume hall kahamia uwanja wa Uhuru mm. Na baada ya mwaka mmoja, tukaongeza hadhi kutoka Afrika mashariki kwenda Afrika nzima, na mwaka huu kwa sasa yamefikia hadhi ya kuwa ni mashindano yanayoshirikisha mabara yote ulimwenguni mm. Kwa hiyo hii ndio historia ya kukua kwa mashindano na ni safari ambayo imechukua miaka 25 sasa. Na kwa mwaka huu sasa yanatarajiwa kufanyika lini na yatakuwaje? Mwaka huu insha Allah yatafanyika Jumapili iliyo mbele yetu tarehe kumi na sita ya mwezi huu wa tatu. Ndiyo. Na yatafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa kama ambavyo tukifanya miaka yote katika sura hiyo ya robo karne na shamra shamra nyingi za kutosha. mm. Ha, kabisa. Na kitu gani kitakuwa cha tofauti kwa mwaka huu pengine? Mm, kwanza ni, ni, ni mashindano ambayo yanashirikisha mabara yote kama ilivyo taito yake ya sasa ukiacha mm. ile taito ya nyuma na watashiriki mabara kwa maana ya bara la Australia hatakuwepo, watu wa bara la Ulaya, bara la Asia, bara la Amerika Kaskazini, Amerika Kusini, bara la Afrika lenyewe kama bara mwenyeji. Na kwa upendeleo kabisa ni kwamba bara la Afrika tumelipa ukubwa na kushirikisha watu wengi zaidi kuliko mabara mengine, kwa, kwa maana tuye wenyeji. Lakini mabara yote yatashiriki na hili ni jipya kabisa ambalo halikuwepo hmm. hmm. Sasa na ni, ni, ni watu wangapi mpaka sasa masawa ambao <coughs> wameshajitokeza na ama tutawashuhudia wakishindana waki, waki siku hiyo. Na mpaka sasa kama alivyoeleza e, Mheshimiwa katibu, hapa unaona kuna idadi ya mabara ambayo yametajwa, lakini kama alivyosema kwamba katika bara hili la Afrika tumewapa kipaumbele sana e, Waafrika wenzetu na kwa jumla ya idadi ya washiriki ambao watashindanishwa siku hiyo Ani, Jumapili ijayo tarehe kumi na sita ni washiriki au washindani kumi mm, na saba naam, washindani kumi na saba Ni makundi gani hasa, watoto watu wazima, wazee? Hapana, hatuna hatuna makundi ya wazee mm. Eh, ni makundi ambayo yamekaa kati ya miaka kumi eh, mm, na miaka ishirini na tatu ishirini na nne hapa mm, yanacheza hapa miaka kumi Hatuna hatuna ani hatuna mtu aliovuka miaka ishirini na tano Tuongelee zawadi ambazo ameziandaa hmm, kwa wale ambao wataibuka washindi katika mashindano nah, hayo. Zawadi kwa mwaka huu, tuanze na zawadi kuu, ndio mshindi wa kwanza kabisa atapata kitita cha shilingi milioni thelathini. Mashallah akiibuka tu mshindi, hicho kitita ni chake mm, na mshindi wa pili, wa tatu, sisi tunakuwa na fungu la washindi wa tano mm. Kwa hiyo kutoka 30 atakuja anayechukua karibu 20 na kidogo, kumi na kidogo, inashuka mpaka chini, pengine milioni kumi mm. Kwa mfululizo hizo huo wa watu watano, achilie mbali wale ambao watapata surprise ambazo huwa tunazo katika siku ya tukio. Sasa, na ni utaratibu gani sasa ambao umeweka kwa watakao shiriki kushuhudia tukio hilo kubwa? kwa washiriki au kwa hadhira. Kwa maana ya hadhira inaachana na wale ambao watashindana, ambao tushawazungumzia. Ndio, lakini zungumzie utaratibu sasa wa washiriki, kwa maana watakao kuja kushuhudia. Sawa, kwanza tumewaalika watanzania kupitia matangazo mbalimbali mbali. Yes. Lakini yakifanywa pia na, na, na, na Azam TV kuwaalika watanzania kuhudhuria uwanja wa Mkapa na wafike mapema sana, kwa historia yetu inaonyesha anayefika uwanjani saa mbili anaweza kukuta uwanja umefungwa, sio mm, mara moja sio mara mbili. saa mbili asubuhi washajaa, na uh, idara za usalama zinasema kwa kiwango hiki kinatosha, tueni radhi mm, kwayo watu waje mapema. Lakini pili, tumesha sisi tuna mageti, tumekubaliana na vyombo vya usalama, mageti yatafunguliwa baada tu ya kusali sala alfajiri mm, almost saa kumi na moja kwa swala alfajiri unaingia moja kwa moja uwanjani na ili usikumbane na msongamano. Hapo saa kumi na moja hapo watu wanaanza kuingia kabisa, na kwa sababu pia mashindano yetu yanaenda na wakati, saa moja kamili tunaanza mm. kwa hivyo, anayekuja kuingia saa moja na nusu atakuwa tayari aishapitwa na sehemu ya kilichofanyika uwanjani na tumewaalika Watanzania wote na tunaamini watatuitikia. Kwa hiyo tunaanza alfajiri. Tukio litakwenda mpaka saa ngapi? Tukio hili kwa mujibu wa ratiba linaanza saa moja kamili na kumalizika saa saba kasoro dakika ishirini. E, hiyo ni mchana. Unazungumzia mchana? Ni mchana. Manake hapo katikati kuna swala alfajiri, kuna adhuhuri. Sasa adhuhuri itakuta tumemaliza e. Tutasali alfajiri e, kisha tuanze, tutamaliza ili tusali adhuhuri okay. Ratiba iko hivyo naam, um... Sasa lakini tunafahamu kwamba ni, ni jambo ambalo tumelishuhudia liki, e, likifanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Labda pengine tukumbushane ni kwa nini hasa msimu wa Ramadhani? Zipo sababu nyingi sana hmm, za kiimani na za kimazingira. Nitaje za kiimani, moja ni kwamba tunafanya mashindano ya kitabu kitukufu Qurani ambacho kilishuka ndani ya mwezi wa Ramadhani kushuka kwake ni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mm. Na ndio maana ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani upo usiku mmoja ambao thamani yake ni zaidi ya miezi elfu moja na huo usiku mm. ndio usiku ambao kitabu hiki kileshuka. mm. Tunaenzi thamani hiyo ambayo mwenyewe Allah tabaraka wa taala. Kwa hapo usiku utakuwa lini sasa? Tunapanga kwa kwa kwa kwa kwa kuadhimi tunavyoadhimisha hivi. Okay. Tuna, tunapanga hivi kwa sababu tunafanya ratibu yetu inatokana na kwamba tunafanya wengi mashindano ya Qurani. mm -hmm. kwa hiyo tunajipa ratiba ya kupishana ili kutekeleza. mm -hmm. lakini usiku huu huwa unakuwa ndani ya kumi la mwisho. Okay. siku 30 ukizigawanya kwa kumi kumi kumi. mm -hmm. ndani ya kumi la mwisho ndipo oh. upo huo usiku. <laughs> Usiku, usiku huu hauanguki mwisho kabisa wa mwezi wa Ramadhani mm -hmm. unaangukia katika namba witiri za kumi la mwisho mm -hmm. la mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hiyo tunafanya hivyo tukiamini pia kwamba utukufu wa mwezi wa Ramadhani unatokana na utukufu wa Qur'ani. Ni pacha wawili wanaotembea pamoja mm. Tunatumia fursa hiyo kufanya haya mashindano, ili wakati huo pia tutakuwa tunasaumu, tumefunga, ambao pia ni ibada tukufu mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa maanake vitukufu vitatu vinakutana, mm. ili kuunda e, sura ya kwamba ni wakati ambao ni wa mja kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Naam. Naam. Sasa najua e, watu wamesikia sana kuhusiana na mashindano na ukubwa wake. Ndiyo. Lakini kuna mwingine akiona ukubwa wake anaweza labda akaogopa akafikiri labda kuna watu ambao mnawachagua special wa kushiriki, labda mtuambie ni utaratibu upi masao ambao mnatumia kupata wale ambao wanakuja kushindana siku hiyo. Ah, ni kweli unalosema e, huwa tuna, tuna, tuna utaratibu e, mwanzoni na utaratibu huu unaweza ukashangaa mm, nikikwambia mpaka mwezi wa kumi na mbili mwaka jana tushamaliza usahili. Huwa mm, tunafanya usahili mm, na tunatoa matangazo katika vyombo vya habari. ya kusahili au mnawasahili mnawapataje? maanake ni mna, mnatangaza watu waje kujiandikisha? A, ndio tunatoa matangazo katika vyombo vya habari mm, e, tunatoa matangazo katika social media yeah matangazo sehemu mbalimbali misikitini, wapi kutumia uh, watu mbalimbali mikoani, yani tunaweza kusema na maajenti wetu ambao wako mikoani. Kwa mfano mkoa wa Kilimanjaro, tuna watu ambao tunajili tuna nao bana, tutafutie mtu aliohifadhi juzuu thelathini, mutqinan, ambaye amehifadhi, anasoma vizuri mm. anaweza kushindana yeah. kwa hiyo wale watu wa mkoa wa Kilimanjaro wao watafanya uh, mashindano yao pale kumpata huyu mmoja, tunaelewana vizuri okay. Basi na mwingine na mwingine na mwingine, alafu wale tunaweka siku maalum ambayo tunakutana nao sisi eh, tuna, tunamtafuta e, tuna kupitia hivo, alafu wale wanakuja wote <coughs> <coughs> so, tunaelewana vizuri. Wakishakuja Dar es Salam, sisi sasa tunawafanyia mchujo mm, wale tunataka upate krimu hii moja ambayo <coughs> itawakilisha nchi. Watu wangapi hivi? Inategemea sasa na, na, na mwitikio wa, wa kipindi hicho wa, mm. wa, wa, wa, wa mashindano hayo ya mwaka huu mm. kwa mfano eh, mwaka huu eh, mikoa zaidi zaidi ya, ya, ya, ya, ya eh, ishirini ilileta wa shind... imeitikia. Lakini ambao mmewachuja sasa, mmepata wangapi watakaowakilisha nchi yani watanzania kwenye mashindano mm. ambao watashindana hiyo siku ya Jumapili watakuwa wangapi Watanzania wako? Imeganyika katika kategori tatu, ndiyo Kategori ya kwanza ni mtanzania ambaye anawakilisha nchi ya Tanzania okay, bara. Kategori ya pili ni mtanzania kutoka Zanzibar. Mm. Kategori ya tatu ni mtanzania mwakilishi wa taasisi yetu ambayo ndiyo taasisi mama Al Hikma Foundation, eh, yenye kufanya mashindano haya. Kwa hiyo tuna wawakilishi watatu katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa katibu mkuu, naona unataka ku, ku, ku, kusema a <coughs> alichozungumzia ni ndani ya nchi ambapo utaratibu huo unafanyika ama nje ya nchi. Si tuna wawakilishi karibu nchi zote za bara la Afrika, lakini almost na nchi zote za mabara mengine. Kwa hiyo tunatoa tu taarifa na kueleza utaratibu halafu tunawaambia wale wawakilishi, tunamtaka mtu mwenye sifa moja, mbili, tatu, nne, mm. na wale wawakilishi wetu kule ni viongozi, ni mashehe na wao wamehifadhi Qurani, wanajua huyu tunayemtaka ana sifa hizi, wanatuletea yule ambaye ana sifa hizo kwa hiyo tuna mawasiliano almost dunia nzima kuhusu jambo hili, lakini sisi ambao tunafuatilia, ambao tumekuwa tukifuatilia, tunaona wale wote ambao wao wanakuja pale kuhifadhi Qur'an wanafanya yani, tunaona kama wote wanafanya vizuri kiasi kwamba yani, we mwenyewe ukisema ukae useme ni nani mshini na kwa ngumu, huwa mnatumia vigezo gani baadaye kusema aliyeshinda ni huyu, nafasi ya pili, nafasi ya tatu? Kwanza tuna majaji umegawanyika maeneo kadhaa, mm. yupo jaji ambaye anaangalia sauti tu ya msomaji mm. na hiyo sauti na katika alama mia moja ina fungu lake. Tuna jaji anayeangalia ahkami, tartili, na hii ndio nafasi muhimu sana ambayo pia watazamaji wengi hawaifahamu mm. hii imekaa kitaalamu sana. Embe, ufafanue kidogo. Kwa mfano, anaposoma mtu anapoanza mm. na kusoma anasimama wapi, ama kuvuta pumzi au kuweka kituo mm. kuna maelekezo ya usomaji yanayotaka, hapa unaweza ukasimama, hapa huwezi kusimama na kigezo kikuu cha kusimama huwa ni maana ya unachokisoma mm. pumzi inaweza ikakata na kuna utaratibu wa kusimama, <laughs> na utaratibu wa kusimama pumzi ikikata mm. mm. yani kila kitu kinawezekana mm, muhimu tu ukifahamu mm. Lakini pili ni matamshi ya Qurani yana utamshi wake maalum, kila herufi mm, kuna mahali inatoka kwenye kaakaa gumu, kaakaa mm. laini, kwenye, kwenye ncha ya ulimi, kwenye meno mm. au na kadhalika lakini pia vigezo vingine ni, ni, ni, ni wakati anasoma ana, ana, ana kuna maeneo ambayo herufi lazima ukae wie muda mrefu, kuna ambao unapita kwa mwendo wa kasi na kadhalika. Kwa hiyo wale wanaoangalia hukumu wanajua kwamba huyu amesoma kwa kupatia kwa asilimia zote. Mwaka mmoja yupo mshiriki ambaye alikuwa anatoka Uganda, anaitwa Kabito am ambaye alisoma kwa sauti nzuri sana kwa kiwango cha kushawishi hadhira yote kwa maana waliokuwa uwanjani na waliokuwa wanatazama kupitia vyombo vya habari na ukizingatia, ni mlemavu wa ngozi na ukizingatia pia alikuwa ni mlemavu wa ngozi, ni mlemavu wa ngozi mm. Kwa mujibu wa hukumu ya hadhira yote, waliona yule ndio anayefaa kuwa mshindi. Eh, baada ya matokeo hakuwa mshindi, hakuwa mshindi, wakaonyesha kutoridhishwa eh, ikatalazimika tujizame kufanya kipindi cha ufafanuzi, kwa nini hakuwa mshindi, kwa sababu mm. Kwa sauti alishinda Hmm. Lakini kwa kufuata vigezo vingine wapo yes, walio mshinda na ndio wakawa washindi hmm. Kwa hiyo ni jambo kidogo la kitaalamu, na ndio maana tuna jopo la wataalamu kwa maana, lakini hilo pia linakuwa limekaa kwenye upande wa lugha zaidi, kwa kwa maana, kwa wale ambao wamesoma linguistics, nafahamu phonology, yani sauti hmm. na matamshi na vitu kama hivyo. Oh, of course kusoma Qur'ani kuna vigezo viwili tu Ndo maana tunasema moja ni hukumu mm, hukumu itahusu matamshi na kadhalika, pili ni sauti. Sasa matamshi kwa asilimia zote ni fonolojia mm, kwa asilimia zote ni fonolojia na ndiyo fonolojia kuu, na anayeweza kusoma Qur'ani ana uwezo wa kutamka lugha zote duniani. Mm, ambaye ni mahiri anaweza kusoma Qur'ani ana uwezo, hakuna, hakuna lugha hmm, yote ambayo itamshinda duniani kila herufi unayejua wewe mm. ipo mm. herufi za pwani zisizokuwa za pwani, kukawia yeah. kuenda mwendokasi na kadhalika mm. Ndio maana ukimkuta Mfaransa anayejua kusoma Qurani, unaweza ukashindwa kutofautisha utamshi wake wa huku na yeah. huku, kwa sababu maeneo mengi ya gha ambayo yanawashinda wengi aa, yanawashinda wengi wengi yeah lugha yake ya Kifaransa pia ina hizo ina hizo ina hizo fonolojia na mm -hmm. mm -hmm. Sasa tunafahamu itakuwa ni tukio la aina yake, na kama ilivyo desturi ya miaka yote ilivyokuwa ni moja kati ya matukio makubwa sana yeah. na watu tunashuhudia pia viongozi wa kitaifa wakishiriki ki, wa kama wageni rasmi wakati mwingine wa rais mm -hmm. Kuna wakati fulani tumliwai kuwa na rais wa Zanzibar. E, eh, labda kwa, kwa Jumapili ambayo inakuja ambayo tutafanya tukio hilo tunatarajia viongozi gani wa kitaifa ambao watakuwepo? Alhamdulillah, utaratibu wote ushakamilika. Mgeni rasmi kwa siku ya Jumapili hii ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, Daktari Hussein Ali Mwinyi, lakini pia tumemwalika waziri mkuu mungano, Tanzania, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, naibu waziri mkuu Mheshimiwa Doto Biteko, ofisi ya spika, wakuu wa mikoa, mawaziri na wageni wengine mbalimbali wa ndani. hmm. lakini pia tumewalika makadhi kutoka nchi za Afrika Mashariki kwa maana ya Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya. Miaka miwili nyuma tulialika kama mufti wa nchi hizi, lakini mwaka huu tumewalika makadhi wa nchi hizi ukijumlisha na kadhi wa Tanzania pia na kadhi wa Zanzibar. Mmm. Tunashukuru sana bwana, tunatakia kila la heri. Sisi kuna sisi ambao pia tunataka tuje tujaribu. Yaani hatushindani, uh -huh, lakini tuje tujaribu kidogo bahati tuani kuonyesha tulichojaliwa. Tunaruhusiwa. <laughs> tu <Tumpimia> hapa hapa. <laughs> Mazoezi mpaka ikafanya mazoezi. Shukran sana, tunakamilisha hivyo na tunakukumbusha tukio lenyewe litakuwa ni e, siku ya Jumapili tarehe kumi yani na sita, yani Jumapili inayofuata na eneo ni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. E, tukisha swali swala ya alfajir, moja kwa moja tunafika pale. E, muda wa kuwasili kwanzia saa kumi na moja hapo naruhusiwa kuingia uwanjani. Na hapa tulikuwa na Abdullahi Masawi, mwenyekiti wa kamati ya mialiko na uenezi kutoka Al Hikma Foundation umemwona e, e, hapo Masawi, lakini pia Salum Kiza, katibu mkuu wa kamati ya mashindano ya Quran kutoka Al Hikma Foundation. Salamu nyingi pia kwa Shehe Nurdin Kishki na memwakilisha vema, yeye ndo mwenyekiti e, wa kamati kuu ya mashindano na mkurugenzi wa taasisi Al Hikma Foundation. Basi salamu nyingi kwake. Asante sana. Tam, tunakamilisha hivyo, tukutane Benjamin Mkapa siku ya Jumapili.